Helo, mambo vipi Tanzania? Kwa kazi nzuri za kupaua, wasiliana nasi kwa namba 0620 459 800 au 0744 68 68 79 24, tunapatikana Maganzo Kishapu Shinyanga popote tunafika ulipo. Frank kupaua kutoka Maganzo Kishapu, Shinyanga. Kazi yetu kama mnazoona ni kiwango cha hali ya juu sana, kazi yenye ubora kabisa kutoka kwa Manyenye. Frank kupaua kutoka pande za Maganzo, karibuni sana wapendwa, kufanya kazi pamoja. Instagram tu follow kwa jina la Manyenye Frank Facebook tunatumia Frank Manyenye, YouTube chaneli yangu ni Frank Manyenye. Karibuni sana wapendwa tufanye kazi pamoja. Hii kazi ipo pande za Shinyanga, ibada kuli hapa Shinyanga ibada kuli. Kama unavyoona tuko hatua ya mwisho kabisa, tunamalizia, mapambano yanaendelea, ni kazi kweli kweli. Karibuni sana Kokote pale ulipo tunakufikia, zingatia tu mawasiliano yani ni 0620 459 800. Hiyo ndio WhatsApp namba unatupata. Uh, Instagram tu follow kwa jina la Manyenye Franki, Facebook Franki Manyenye, YouTube channel Franki Manyenye ipata hapo tufanye kazi pamoja. Jengo kama unavyoona hu hapo, hii imepigwa ni chako grey. Bati moja inaitwa daima, mchanga mchanga ni unyama sana, ni hatari sana e, wasiliana nasi popote pale ulipo tunakufikia. Tanzania nzima tunakufikia popote pale ulipo, karibu sana, tunafika popote cha muhimu ni kuzingatia contact, yani namba hapo zipo, ambao ni ziro sita ishirini mia nne hamsini na tisa mia nane. Instagram tufollow kwa Manyenye Frank, natupata Facebook Franki, uh, Manyenye. YouTube channel Franki Manyenye. Natupata, karibuni, tufanye kazi pamoja, kazi kama unavyoiona hapo.